Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaendelea na maswali ya sauti, maswali na majibu. Tuko swali la kumi na tisa. Taja sifa bainifu za sauti zifuatazo. Sha, sha ni kikwamizo utamkiwa kwenye kaka ngumu na ni sauti sigona. Cha cha ni kizuiliwa kwa mizo, au unaweza kusema ni kipasuo kwa mizo pia. Cha utamkiwa kwenye kaka ngumu na sivuna. Nya nya ni nazali, na nya utamkiwa kwenye kaka ngumu na nya ni kuona. Wa wa ni kiyeyusho wa utamkiwa midomoni na wa ni kuna. Ta, ta ni kikwamizo, ta utamkiwa minoni, ta ni kuna. Na, na ni nasari, na utamkiwa kwenye kakalaini na ni kuna. Swali so, la 20, tenganisha sauti katika neno lifuatalo mchakato kuna m -ch -a -ka -ta na o, hivyo unatenganisha sauti taja. Na kutofautisha irabu za mbele. Kwa hivyo so, irabu za mbele ni e na e. E ni irabu ya mbele wastani. Ilali, i ni irabu ya ju irabu ya juu. Swali la ishirini na mbili tambua sauti mwambatano na silabi mwambatano katika neno kibwisho sauti mwambatano hapa ni bwe silabi mwambatano ni bwe ishirini na mbili sauti haa ni rabu ya chini taja sifa nyingine mbili haa ni rabu ya kati Aa, ni irabu tandazwa. ishirini e na nne. Taja irabu za mbele tandazwa, a na e. ishirini na tano. Tambua sauti mwambatano katika neno kinyongo, nile nga. ishirini na sita. Kwa kuzingatia kigezo cha namna ya kutamka, ainisha konsonanti katika neno lifuatalo, avya va ni kikwamizo ilali. Ya ni kiyeyusho, ama ukipenda kite nusu irabu. ishirini na saba. Iandike sifa moja inayotofautisha sauti ka na ga. Ka ni sauti siguna au unaweza kusema ni hafifu ilali. Ga ni sauti guna. ishirini na nane. Bainisha sifa zozote tatu za konsonanti. ka konsonanti ka ni sauti siguna au unaweza kusema ni sauti yafifu, utamkiwa kwenye kaakaa laini na pia ni kipasuo. Ishina tisa taja sauti yenye sifa zifuatazo: kipasuo ghuna cha ufizi ni da, king'ong'o cha midomo ni ma, kipasuo ghuna cha kaakaa ngumu ni ja Kikwamizo hafifu za cha mdomo na meno ni fa. thelathini. Taja vitamkwa vyenye sifa zifuatazo. Kipasuo hafifu cha ufizini ta. Kikwamizo guna cha mdomo na meno fa. Nazali ya kakalaini na irabu ya nyuma juu. thelathini na moja. Eleza sifa mbilimbili mbili za sauti zifuatazo. I, irabu tandazwa irabu ya mbele juu. O, irabu ya nyuma kati, irabu viringwa. thelathini na mbili. Taja konsonanti yenye sifa hizi. Nazali ya kaka laini ni ng'. Kitambaza cha ufizi ni la. thelathini na tatu. Eleza tofauti iliyopo kati ya utamkaji wa sauti pa na ba. Pa ni sauti siguna ilali ba ni sauti guna thelathini na nne fafanua mfanano uliopo kati ya utamkaji wa sauti ta na Ta na dha utamkiwa menoni thelathini na tano taja sifa tatu za sauti cha, cha ni kipasuo kwa mizo. Cha hutamkiwa kwenye kaka ngumu, na cha si ghuna, yaani ni sauti ya hafifu. Taja ala zinazotumika katika utamkaji wa sauti nya: chemba cha pua, kimio, ulimi, kaka ngumu. 37. Ainisha irabu kutegemea hali ya midomo. Midomo ikiwa imetandazwa, a, e, i. Midomo ikiwa imeviringwa o na u. 38. Onyesha sauti mwambatano kwenye maneno yafuatayo: njo njoonjo nywele, Njoo. Njoo. Njoo. Njoo. machweo, chwa, kunywa Onyesha sauti zifuatazo: kipasuo ghuna cha kaakaa laini ga, nazali ya midomo ma. Andika viambajengo vinne vya lugha, yaani vipashio vinne vya lugha huku ukitoa mifano mwafaka: sauti a, silabi ka, neno kaka Sentensi, kaka anacheza mpira. Kwa umeandika vipashio na upande wa kulia ukatoa mifano, hivyo ndivyo vipashio vya lugha. arobaini moja. Taja sauti mbili ambazo ni nazali nya nga ma na nusu irabu ni wa na ya. Taja sauti za viyeyusho wa ya 43. Eleza sifa bainifu za sauti ja. Kipasuo guna, hutamkiwa kwenye kaka ngumu. 44. Tambua aina za konsonanti zifuatazo kwa kuzingatia jinsi hewa inavyozuiliwa na hali ya mtetemeko katika nyuzi za sauti. Va ni kikwamizo na pia va ni guna. Pa ni kipasuo, pa si guna Ra kimadede na ra ni gona. Ma ninazali, ma ni guna. Toa mifano miwili ya vipasu guna: ba, da, ja, ga. arobaini na sita. Andika neno lenye kitamkwa cha ofisi ta ta neno na sa sa. Taja sifa bainifu za sauti sa kikwamizo sa pia siguna sa utamkiwa kwenye ufizi. Toa mifano miwili ya sauti una ambazo ni vipasuo, ba da ga, sauti siguna ambazo ni vikwamizo, fa tha sha ha sa. arobaini tisa. Taja sifa tatu za sauti gha: kikwamizo, guna, utamkiwa kwenye kaakaa laini. hamsini. Taja na utofautishe vikwamizo vya masine zaa, si guna na za guna. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitashughulikia kesho. Shukrani